Haya, inshaallah tunakwenda tena ndugu yetu mwingine, ndugu yetu mwingine akasema, akasema naomba kuuliza, nimepata kusikia kunyoa nywele kisha zikatupa tu dampo ni vibaya, naomba kujua faida yake. Hiyo habari ikoje, Shekhe wangu? Hiyo habari ni kweli, kwa sababu kwa maagizo ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam na maelekezo yake, watu siku ya Kiyama watafufuliwa jinsi ile, jinsi walivyozaliwa. Yani, jinsi ulivyokuja duniani toka hiyo siku mpaka usiku unakufa, ukefufuliwa unafufuliwa hivyo, shehe wangu. Kwa hiyo minywele yako ni inaburuza. Fikiria minywele toka uzaliwewe hii unanyowa, utafufuka huko na yoyote, mikucha yako hii utafufuka huko na yoyote. Hilo jambo ni mashuhuri nnasu eh. mm. yukhsharu nnasu yawma alqiyamati Hufatun huratun ghurla, sadaka Rasulullah. Anasema siku ya kiamu watu watafufuliwa miguu chini, vichwa wazi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Anasema bwana mkubwa siku ya kiamu watu watafufuliwa hufatun huratun eh ghurla. hmm. vichwa wazi miguu chini, kuna viatu ghurla, na wanamume magovi yamerudi. Itabidi nizungumze kwa jamani, msije mkasema bwana vipi, hakuna jina jingine ambalo tunaweza tukataja govi likawa badala. Nafikiri mnanielewa, magovi wanaume mnayajua. Kwa hiyo watu wote tutafufuliwa na magovi, kama vile mtu alivyokuwa kabla hajatahiriwa. Nafikiri mnanielewa mm. Sasa nywele zako zote kichwani, sawa inakuwa ndo kama vile nguo ilo kufunika, sababu watu wanafufuliwa bila nguo siku ya kiyama. Bibi Aisha alilia aliposikia maneno, akasema Rasulullah, wanaume na wanawake mahala pamoja? yanzuru baadhum badha, wao wanaangaliana hivyo eh. Bwana mtume alimwambia, ya Aisha, ala amru ashaddu min an yanzura baadhum ila badhi. Hilo jambo lenyewe la kiyama unalolisikia ni zito kulikoni, hata mtu kuwa na mawazo kwamba atakuja kuangalia mtu hapo kila mtu katosheka na jambo lake, hajui hata jirani yake yukoje. Eh, likulli imri'in minhum yawma idhin sha'anun yughnihi, kila mmoja siku hiyo ana lake linamtosha, hana muda hiyo siku. Bwana mtume anasema kila mtu ana lake linamtosha, hana muda wa kujishughulisha naya na wa na na wa na watu. Kwa hiyo hakuna haja ya kuwa na wasiwasi kwamba watu wataniona, kuna mtu atanaeona hakuna mtu anayeona habari ya mtu hapo, watu wamechonganyika na kila mtu ana lake linamtosha, yuko bize na hilo, hana hata fikira kuhusu watu wengine. Kwa hiyo nafikiri mnanielewa hapo eh? Ndugu zangu mm. Kwa hiyo itakuwa hivyo. Sasa je, minywele yako yote imekusanywa umefungiwa kichwani? Sasa humwondani ya minywele yako kuna ambayo ilitupa dampo mba akanyea na hmm? Watu moto. Like. Sawa kabisa kwamba vizuri kukusanya nywele, kucha unapozikata ukazichimbia ardhini mahala pa safi. hmm. Fanya hivyo. Wengine huchoma akazichoma zikawa majivu, ikawa ile kadhia nzima ya uharibifu imeisha mm. kwa hiyo ni hivyo ndugu yangu mm.